Watu watatu wa familia moja wamefariki dunia kati kwa nyakati tofauti katika kijiji cha Nakwa wilayani Babati mkoani Manyara wakidaiwa kula chakula chenye sumu. Waliofariki dunia ni mama wa familia ambaye ni mjane Bi Shamsia Seplisti mwenye umri wa miaka 36, pamoja na watoto wake wawili wadogo, mtoto wa kiume Salimu Athumani mwenye umri wa miaka saba na mtoto wa kike Hafaa Athumani mwenye umri wa miaka minne taarifa kamili kutoka vyombo vya usalama na wataalamu wa afya kuhusu chanzo halisi cha sumu hiyo bado inasubiriwa huku uchunguzi ukiendelea. Ripota wa AyoTV kutokea Manyara amefika katika kitongoji cha Mageni, kijiji cha Nakwa na kutuletea simulizi kamili juu ya mkasa huo. Mimi naetumika ndabana, hizi ni ripoti zaidi. Watoto huyu aliofariki wa kwanza ana miaka minne na huyu wa pili ana miaka saba, yuko darasa la kwanza alikuwa anaishi na watoto wake mmoja. Huyu mkubwa alichukuliwa na baba mdogo wake, alivyokata shule akamchukua akampeleka madrasa huko, kuondoa kwa hiyo. hao wengine alibaki naye, alikuwa anaishi naye hapa. isha yake kabla ya mauti kumkuta, tulimpeleka hospitali ya zahanati hapa Nakwa, baada hapo alipewa dawa akaja nyumbani. Hiyo dawa alitumia usiku, usiku huo alizidiwa. Asubuhi palipokucha alimwita huyo jirani wake hapa karibu. Huyo jirani alikuja, alivyokuta hali ni mbaya, akapiga simu nyumbani kwa wakwe zake. Baada hapo mama mmoja akaenda akampeleka hospitali ya Mrara. Baada ya kufika hapo hospitali ya Mrara, akapitishwa hospitali ya mkoa akaendelea kwa huduma zaidi. Baada hapo wakampima alikuwa na mimba miezi mitatu, hiyo mimba ilitoka na baada hapo alipata nafuu na kuruhusiwa akaambiwa, katumie hizo dawa. Baada ya kutumia hizo dawa akaambiwa tarehe mbili mwezi wa sita arudi, ndipo tulimpeleka hiyo tarehe mbili juzi. Wakati yeye anapoumwa watoto ye, alivyopelekwa hospitalini ya mkoa alivyoruhusiwa akaja nyumbani, watoto wakapelekwa siku ya pili, za anati hapa napo alipopata matibabu wakaja nyumbani wakaambia watumie dawa. Sasa wote wakawa ndo wanaugua hapo nyumbani. Baada hapo tukaona mbona watoto wamezidiwa, tukawapeleka hospitali ya... tuliwapeleka wazazi wazazi, wakasema hawa watoto watu hawezi wapelekeni mkoani Aiza Mrara. Kwa haraka haraka tukaondoka mpaka Mrara na hao watoto, wakaendelea na matibabu huko Mrara nani mkoani Marehemu tuliishi naye vizuri, alikuwa tunachapa kazi wote pamoja. Kazi yoyote inapotokea, tunashirikiana kwa pamoja. Kwa kweli, marehemu tumeishi naye, wala hakuwa na chochote, wala hana kinyongo na mtu. Kwa kweli, marehemu tumeishi naye vizuri. Changamoto zipo za maisha hapa na pale, ila hata mimi mwenyewe ni mjane nikawa na, na mshauri mwenzangu wewe ni mjane na mimi ni mjane naomba tuwe tuangalie familia yetu kwa pamoja. Kwa kweli sijaona tatizo lote, ila ndo hivyo mume wake amefariki ana miaka mitano sasa hivi tangu mume wake amefariki ana miaka mitano amemwacha akiwa na watoto wanne, sasa hivi ana watoto watano. Naiomba serikali itusaidie kuwalea hawa watoto kwa sababu hata au manani bibi hao wengine ni wajane, mi ni mjane. Kwa hiyo tunaomba serikali pale tunapokuta changamoto changamoto, tunaomba serikali itusaidie. Mimi nilipata taarifa ya ugonjwa wa watoto hawa ambao wametangulia kufariki, niliambiwa wako hospitali hospitali kule mkoani, wakakaa kama siku kama mbili hivi, baadaye tulisikia kifo cha mtoto mmoja aada ya kile kifo cha mtoto moja usiku wa kwanza, usiku pili tena, usiku wake mwingine amefariki. Kwa, kwa, kwa ushirikiano tulikuja kwa ajili ya shughuli za mazishi, kuandaa mpango wa mazishi hapa, ambayo ilikuwa jana. Jana ile mazishi anakaribia, kisha tunataka kwenda makaburini, kapata taarifa tena mama na mtoto amefariki. Sasa tulitaka tu, tu, tu, tufanye mpango tena ya kuwazika wote kwa pamoja. Tukawasiliana na uongozi wa juu, uongozi wa juu akatushauri hapana, badala ya kuzika leo mpaka usiku tuahirishe msiba wa mama ke leo tuka, tuka tuzike kesho. Walifariki watu watatu. Sasa chanzo hata sisi ya, ya, ya nanii hatuelewi vizuri, na hata tukaenda hospitalini kule wanasema kwamba haijulikani ha, ha, ha ni kitu gani hawa watu walikula. Hii wali familia ya nyumba hiyo haijulikani wamekula kitu gani. Nasadigi, nasadigi, kwa, wana, wana sadiki ni kama kitu kama kuli aina ya sumu, lakini haijulikani kama ni sumu kweli yeah.